anta nyingi tunaipata kwenye masega ni, ni ile asali nyeupe. Mimi nadhani kuweka hivi aju kufanya kuwa na imara, lakini kama unaweza ukabuni ukaweka fito zako zikaenda chini ukaweka vifunzi vyako kwa mfano kabnapigmalkabisa hivyo mavuno swala na msimu wake wakeatkananamkufunzi Pita amesema kwamba nyuki anatabia kutengeneza asali kipindi cha masika kwa ajili ya chakula ambacho tutampola baadaye, yeye anakuwa ameweka hiki chakula ambacho atatumia kipindi cha kiangazi. Sasa hii hii zao la nyuki uwa lina muda wake na na, na mda wake huwa ni limu mona kwa sababu saizi ni kiangazi, na tunashukuru kwamba saizi ndio tayari nyugu kishatengeneza asali kwa ajili ya atumie kwa ajili ya akiingiai. Lakini sisi kiangazi ndio tunaweka mizinga sasa tunatarajia so, kupata nini? Au huwa haina muda maalum kwa ajili ya mazao mengine? Jibu kama ifuatavyo: tunayo misimo kama mitatu

na maua yaliyoko hapo, kwa mfano wanaolima sunflower na ni ni ni alizeti na, na kwa unaipishanisha, katika kulima kama una maji unavuna mara mbili kwa mwaka, lazima utavuna mara mbili, unafuna kabisa sana zuri. Kwa hiyo tunashauri kuna ile inaitwa mango tree miti yani, miembe, miembe nayo inachapusha ina, kwa muda nyuki kuna kwanza kwanza, anaziba matundu yote. Kwa hiyo baada ya kutumia muda wa kuziba matundu, kwa nini situmie muda wa kufanya kuweka sari? Tunampa kazi ya ziada

Una, una changamoto moja. Hii mizinga ukiweka kwa kujibananisha, ni sawasawa, umeweka mzinga kwenye store, si ndivyo? mm -hmm. na, na kufanya kazi kwenye mzinga huu, na mzinga huu unahitaji nafasi angalau mzinga mmoja kutoka mzinga mwingine kuwe na nafasi ambayo wewe unaweza kwamba, kwa sababu nyuki una tabia moja, ukija kufungua mzinga huu hapa kama mizinga iko karibu, hawa huku nao wanakuanzia, si ndivyo? Hata kama ukiwa umevaa ule usumbufu tu wa nyuki, si ndivyo, unaweza kufanya kufanya wewe usifanye kazi vizuri kama kunakuwa na nafasi ambayo angalau mita moja, si ndivyo? Mita moja mpaka mbili, ina maana unafanya kazi huku, hawa nyuki wa huku bado hauwasumbui, kwa sababu hatufungui mizinga yote kwa wakati mmoja, kwamba vurugu. Hapana, unafungua mmoja, unamaliza, unafanya kazi vizuri, unaufunga, unageukia una mwingine, si ndivyo? Mizinga ambayo iko kwenye mabanda, kwa hiyo hata kwenye banda hilo, inategemea hilo banda la ukubwa gani, si ndivyo? Na mara nyingi banda la kuweka mizinga hamsini kwa kweli hilo inakuwa kama store, si ndivyo? Mizinga inaweza ikakaa mpaka ishirini na tano. Lakini na ile, na ile kitaalam kutoka banda hadi banda yeah, kita banda kitaalam zaidi inatakiwa kuwe na urefu gani kutoka banda hadi? Hakuna specific urefu, si ndivyo hmm? Lakini wewe kama wewe mfugaji unatakiwa uangalie kwamba banda moja mpaka banda lingine hmm, angalau kuwe hata isipungue mita 10. Kwa sababu nini kinachotakiwa ni kwamba kuweka banda karibu au mbali hmm, si ndivyo inategemea na usalama wako, usalama wa eneo si ndivyo? Kwa sababu banda moja ukiliweka hapa, lingine ukaenda kuliweka hata labda kilomita moja, si ndivyo? ina maana ah, hakuna athari zozote nyuki kujichanganya, changanya katika maeneo moja. nyuki tabia yao moja, tabia ya nyuki, nyuki wa mzinga huu mm, hata uiweke karibu hapa, nyuki wa mzinga huu hawezi kuingia kwenye mzinga huu kwa sababu gani? Yani nyuki wale nao kama wana ukoo una koo za nyuki, hmm. Kama vile wewe Panya nyumba na we, nyumba zenu hizi hmm. Kama nyumba yako ni hile pale, hata siku moja, kama una akili zako timamu, weza hmm. labda umetumia vitu vingine hmm. utaweza kuingia nyumba ya mwenzie, si ndivyo? Ndio jinsi walivyo na hawa nyuki wa, wa kundi la hapa, si ndivyo? hmm. Kwa sababu malikia wao anatoa harufu fulani ya kuwavutia, si ndivyo? Umeelewa? hmm. Anatoa harufu fulani huyo, kundi la, hapa, harufu, ya kuwavutia. Kwa hiyo malkia wa kundi la hapa ile harufu atakayotoa tofauti na ya huku, kwa hiyo hata yule akija kuingia huku lazima anapigwa ana, ana ikiwezekana mpaka na, na, ni kweli kwamba nyuki anapoenda kutafuta chakula hmm. Giza likatokea kalala kule, ile harufu ikawa imeisha. harufu yeye, mm. mm. yeye anatambua ana, ana hata ya malikia wake iko wapi? kwake haiishi, kumbe kusema inaisha, yeye ndio anavuta ile ya malikia. wow. mm. wao anavutiwa na malikia wa. wataalam waliokuja, yeah. nyuma walitumia kwamba harufu inaisha. mm. Kwa hiyo anapoteza ule mwelekeo. Mwelekeopotea mwelekeo ni memory. Memory ni kwa mfano tumetega pale mzinga. Ndio. Ni memory yake kichwani iyo o hiyo ipo, si ndio? Hiyo ni ipo kwa sababu kundi likiwa kubwa, si ndivyo? Kundi linajigawa. Kama hii ina maana malikia, malikia mwingine anazalishwa. Malikia mwingine anazalishwaje? Ah, okay. Kitaalamu tunasema kwamba kwenye majana yale, matoto yale, mayai ya kitago yale, sindio, yale majana akitagwa na, na dalili ya kundi kujigawa sindio, dalili ya kundi kujigawa ni kwamba fungua mzinga wako utakuta kuna queen cell. Queen cell ni seli kubwa kama kidole hivyo ukiona nyuki wanaanza kujenga hiyo hiyo seli, unajua kwamba hii ni dalili kwamba ili kundi langu linafanyaje, linataka kufanyaje, linataka kujigawa. Hiyo ni dalili ya kwanza, lakini kinachofanyika ni nini? Ni kwamba malikia yule anataga mayai, akitaga mayai nyuki vibarua, sababu nyuki imegawanyika, nyuki vibarua akitambua kwamba huyu malikia nguvu yake imeisha. Nguvu yake inaishaje? Inaisha kama anapungua, ana, ana, ana, ana, ana nyuki malikia anaweza akataga mpaka mayai elfu mbili basi si ndivyo? Sasa ile nguvu mm, ya kutaga ikipungua, si ndivyo? wanajua huyu amezeeka, sasa tunahitaji malikia mwingine mpya, si ndivyo? Wanachokifanya kwenye yale mayai yale ambayo yameenguliwa yakatoa matoto majana yale, wale nyuki vibarua na fida, fida bizi wa nyuki ambao wanawalisha wana, wana, wana, wana, wana wale yale uh, matoto wanakwenda kukagua, wanakagua lava, si ndivyo? buli ile kwa Kiswahili buu ambalo limeinguliwa halijazidi siku tatu, wakilishalitambua tayari, si ndivyo? wanaanza kumlisha chakula ambacho chakula chenyewe kinaitwa loyo jeli, maziwa ya nyuki inatengenezwa na mandibula glands. Mona za, za, za, za, za, za, za, za, za nyuki vibarua wanaanza kumlisha hiyo, kwa sababu nyuki wenyewe hawa nyuki wengine vibarua wanaokuzwa wana wan, wan, wan, wan, wan, wan, wan, wan. Wanalishwa vyakula tofauti, wanalishwa royal jelly, wanalishwa wan. Asali yenyewe si ndivyo? Royal jelly na asali na changanywa, wanakuwa nyuki vibarua wakike wasiozaa wasio, si ndivyo? Lakini malikia, malikia kama malikia, analishwa analishwa royal jelly peke yake yale maziwa, ndio maana anakuwa ana, nendo anakuwa na tumbo kubwa kubwa na meremeta, ana shine kama vile wadada eh? Eh? si ndio uwezi eh? Yeah. Yeah. Yeah. Ku, kufanyisha sisi ngozi zetu <laughs> na nini, kwa hiyo wanakuwa na shaini. Kwa hiyo ile loojeli ndio analishwa yeye, baada ya kulishwa hapo ndio huyo anakuwa anakuja kuwa malkia. Akishakuwa malkia, sasa wanakuwa wawili ndani ya mzinga, malkia wawili ndani ya mzinga waweze kukaa pamoja, lazima pale inatokea fighting, kupigana kati ya malkia mpya na malkia zamani, si ndivyo? Na mara nyingi malkia wa zamani anashindwa aidha anakufa au anaamua kuhama. Akihama ile malikia wa zamani anaondoka na baadhi ya nyuki, si ndivyo? Akiondoka na baadhi ya nyuki na maana maishakuamimi hii nguo nilizozishika hapa ni baadhi ya mavazi ya kinga unavyoenda porini kushughulika na nyuki. Hayo mavazi yana faida mbili kubwa. Ukiwa na hayo mavazi, faida ya kwanza inakuwezesha wewe kufanya kazi kwa ufanisi, kuepuka zile usumbufu wa nyuki pia yanakulinda ya na nyuki wasikung'ate, lakini faida ya pili inawasaidia nyuki usiue nyuki wengi sana. Unajua nyuki akisha kudunga ndo maisha yake yanaishia hapo, lakini ukiwa umevaa vifaa vya kukinga. Kwa hiyo pia unaokoa maisha ya nani, ya nyuki. Kwa hiyo hivi tu ni baadhi. hii kama unavyoiona ni suruali lakini kuna mengine yanatengeneza mfumo wa ovaroli, yanakuwa moja kwa moja suruali na koti lake. Kwa hiyo ni inatengeneza ovaroli. Alafu hizi ni, halafu, ni gloves. halafu katika hii koti kuna kofia ya uso, iko kikinga uso kinatengenezwa peke yake, kimekuwa na wavu hapa mbele kama huu hapa lakini kwa juu ya kikinga uso panakuwa kimetengenezwa kikofia ambacho unavalisha hii kofia ya mkeka. Kwa hiyo ukishavaa hivi inatengeneza ile uso wako unakuwa mbali na nyuki, unakuwa uko salama. Kwayo, ya kwa hiyo mavazi yako ya design ni design tu, jinsi watu wanavyotengeneza. Inaweza yakawa seti kama ilivyo hapa nilivyoonesha, au ukawa na overall la moja kwa moja, lakini kofia ya uso ikawa peke yake kwa design hiyo ambayo mimi nimewaambia. Kwa hiyo usije mtu ukamwona siku hiyo ameweka hii na kofia ile cha kinga uso pekee yake, akasema sasa huyu amepotea. Hapana, ni design tu. Lakini katika upande huu wa uh, mavazi, hii seti haijakamilika. Mnafikiria ni nini kimekosekana? Kofia tunayo hii. Vyetu vinavyoshauriwa ni mabuti. Yeah, magambu ukivaa yale unakuwa huko salama kabisa, nyuki hiyo hawakuumi pia uangamizi. ma, maisha ya nyuki mnaijua. yeah, ni patasi ya kufungulia mzinga. Najua nyuki wakishajenga kwenye mzinga kwenye hizi na, nafasi nafasi wanaweka gundi, kwa hiyo kutoka kwa urahisi unatumia patasi rudi kwenye mavazi yetu vizuri, unahakikisha umevaa vizuri. Kwa kuwa mimi nitumike kama mwalimu, atakuwa anaelezea, mimi nafanya hiyo stage. Sawa, tuende yeah, vizuri. ili, ili, ili, Ili ingekuwa imedesigniwa kama overall la moja kwa moja ambayo ni suruali na koti lake liko pamoja, kwa hiyo unaanza kuvaa overall. Lakini kwa vile hii ni design nyingine ambayo iko suruali na koti la juu, kwa hiyo mwalimu hapa ataanza kuvaa suruali baadafu atavaa koti, utakiwe yes, kuvua nguo zako zote, alafu ndio uvae. <laughs> <laughs> <laughs> wakati unaenda kuvaa juu ya nguo zako <laughs> wakati unaenda kuvuna asali unakuwa ndani umevaa jinsi lako au suruali nyingine ya kitambaa pia, tunashauri uwe na nguo ya mikono mirefu ambayo ni shati au blauzi kwa kina dada, unakuwa na blauzi ya mikono mirefu. Tuko pamoja? Mmewahi kuiona moja design moja kati ya nilizotaja hiyo? Bado hamjaiona? Mmeona sasa, mwalimu yuko ameshavaa tuseme amevaa ovaroli na kofia ya uso na kikinga kikinga uso hapo, yeah. Ukivaa hivi, lakini bado haujakamilika, maana nyuki atapitia mkononi, atapitia miguuni, aingie ndani, aanze kudunga, ambayo pia itakuwa ni hasara kako, uweza kufanya kazi vizuri kwenye mzinga. Kwa hiyo, ukishamaliza kuvaa ovaroli, unavaa buti gambuti unavaa gambuti hii ovaroli linatumbukia ndani ya gambuti yale mabuti yako, so hili liwe nje lenyewe, unatumbukiza mle ndani ya gambuti. Ukishamaliza kuvaa gambuti tu, hii kofia ingekuwa iko peke yake kama ile design lo waeleza ya mwanzo, ungekuja kuvaa hii kofia ya uso ambayo inakukinga usoni. Hiyo kofia ya uso uhakikishe inafiti kabisa kwenye nini, kwenye ovaroli lako ili nyuki wasiweze kuingia na ukishamaliza maliza unamalizia na kuvaa gloves. Kunoni kwa, kwa, kwa haya mavazi ambayo hayapo mfumo wa valori maana, <coughs> kwa hapo hivi nyuki anaweza akapita kwa chini. Je, kuna umuhimu wa kuchomekea? Hapana, hii umeiona hii koti eh, imebana kabisa hapa, nyuki hapiti. Kwa hiyo ukikutana na design hii lazima chini itakuwa imebana kabisa nyuki hawezi awezi kupenya. Ndio maana wameweka hii plastic. Ni nini? Plastic. Eh, ili iweze kubana, na siku zote unashauriwa overall lisiwe vimodo, si mnajua watu wanapenda vimodo? Yeah. <laughs> Overall lisiwe kimodo. Yeah. Kimodo. Overall liwe oversize. Bwana, eh, liwe timo. Bwanga kupenya mw. mw. Nyuki yaku hapana. Ukishavaa ovaroli unavaa gambuti, kwa hiyo moja kwa moja hiyo ovaroli linatumbukia ndani ya gambuti. Kwa hiyo nyuki hawezi kupenya na hiyo ovaroli, huku mwishoni lina plastiki. Kwa hiyo nyuki hawezi kupenya hiyo. Unaweza ukavaa gambuti yako alafu hiyo ovaroli o ikapita nje ya gambo, kutokana na hiyo elastic inakuja na bana chini, nyuki hawezi kuingia. Oh, yes. Eh, pia ni aina nyingine, unaweza ukavaa hivyo mm -hmm. okay. unasema kwamba mtu anatakiwa avae hiyo hiyo jezi sare, au amevaa jeans au catuleu hii. So jezi tunaita ni vifaa vya kinga, vifaa vya kinga ya yeah. yeah. yeah. kujikinga, mavazi, mavazi ya kinga. Sasa unaweza kwamba yenyewe kama yenyewe haitoshelezi kuvaa hivi hivi, ili uweze kwenda ndani, una nguo nyingine ile. Zile sindano za nyuki zile zinaweza kukufikia kwenye ngozi, lakini ukiwa una sheti ya mikono mirefu na umevaa suruali yako imefika mpaka chini, unakuwa salama zaidi. Kwa hiyo hatushauri sana kuvaa overall peke yake au mavazi ya kinga peke yake. Wakati huo moto utumie. Ah, huko tutafika, huko tutafika hizo. Hey. mm -hmm. Gloves zinajitosheleza zenyewe tu kwa mikono hizi, zinajitosheleza ukisha kuwa na sipieko ya mikono mirefu mpaka hapo. Alafu unavaa gloves zako, hii ya juu mikono ya yeah. ovaroli okay. okay. inaingia ndani ya gloves. hiyo Mbele a kwa hiyo unahakikisha imeingia vizuri, imefika mpaka umekiona hiki kitambaa kimetenganishwa eh? Viko viwili, hii ya mbele ni ngozi ambayo mshale wa nyuki hapa haupiti, kwa hiyo unaweka vizuri mikono yako inakuja kufiti hapa, kwa hiyo kwetu utatengeneza, utakuwa salama zaidi zaidi, huku kichwani, ndio maana tunasema iwe nini iwe bwana -E, yaani hii iko iko bwanga bwanga, kwa hiyo naomba nitolee maelezo yeah. mba <yimpanan> oh, nitolee maelezo hilo huku <yimpanan> juu kwanza. Hiki hii amesema ni kofia, lakini kwa lugha yetu ambayo tunaifahamu ni utando wa uso au utaji wa uso, si ndivyo? unaitwa utaji wa uso, na kuna hii namna ambayo imeshona moja kwa moja na nini na, na overall yeah, lakini kuna nyingine ambayo iko imetenganishwa kuna kamba za kufunga, tutakuja nayo kipindi hicho, si ndivyo? Tutaonyesha <coughs> zote mbili, lakini huku juu unachosema ni kweli kwamba kichwa kiko masikio yamegusa, si ndivyo? yeah. mara nyingi hii haiwezi kukuruhusu kuvaa kofia kama ile ambayo ya, ya mkeka, lakini kama una ile yale makofia unahitaji yale kama ile bwana ile mzula. Eh, eh, mzula. Yeah, yeah. Mzula kwa mfano unaweza ukavaa mzula kwa ajili ya kujikinga na kichwa, si ndivyo? alafu mara nyingi nyuki wanapenda ni kwa nini? ukiwa uki wazi hivi nyuki huwa anafuata sehemu za kichwa, au ukifunga nani hawa uh, wadada wanafunga nini, viremba vyeusi. Nyuki anafuata ile rangi nyeusi nyeusi, si ndivyo? Kwa hiyo kwenye nywele huku, akishaona nywele, si ndivyo, yeye ndio anapofuata. Kwa hiyo ukishaziba hivi, wao watakuja tu, na hili kwa sababu limeachiachia hivi, basi watakuja tu, atakaa huku. Lakini kama unataka kujiweka salama zaidi, si ndivyo, unavaa na nini, unavaa na hiyo nini wanaita mzura, si ndivyo, au kofia yote ambayo itakufanya kwamba nyuki asiweze kuja kwa karibu, lakini jamani, nyuki pia ile ule msumari wa nyuki ndani mle kuna ile sumu ya nyuki ile. Jamani ile dawa, usiogope sana kupigwa na nyuki si, fuga nyuki hatuogopi nyuki. Utaona utaona hapa kuna wavu, si ndio? Huu wavu manake umewekwa wewe kukusaidia sasa kuweza kufanya kazi yako ukiona wakati huo huo, nyuki hawezi kuingia wala hawezi kukudunga. Kwa hiyo unaweza kuona kile unachokifanya, lakini ukiwa umeji, umejilinda hapo yeah. Mm -hmm. Ah, kwenye uvuaji kama unaona bado umekupata unafanyaje mwishoni? Kwa sababu hii unavua baada ya kumaliza takuja kuelezea hiko kipengele. Tumalize upande wa mavazi ya kukulinda hivyo tutakuja navyo tutakavyokuja tena, maana vifaa vya nyuki viko vingi, na mnasema mjawahi kuviona itabidi tuje navyo ili mweze kuviona vyote. Unaweza kwenda sasa kufungua mzinga wako ukiwa salama. Lakini wakati wa kufungua mzinga, kuna bomba la moshi. Ni kifaa kingine cha muhimu unavyoenda kufanya kazi na nyuki. Bomba la moshi limetengenezwa kwa kiasi kwamba halitoi moto lakini linatoa moshi. Ndani ya lile bomba ni, ni, ni chuma fulani kimetengenezwa na upande mmoja kuna tobo la kutolea moshi na na kipulizio ki ukibinya hivi ule moshi unatoka mle ndani ya bomba. Unajaza maranda au majani mabichi na mkaa wa moto ili moshi uweze kutengenezeka. Kwa hiyo ukija kwenye mzinga wako, unaanza kupuliza moshi hizi sehemu za kuingilia nyuki. Kwa hiyo nyuki watasogea upande mmoja, na wewe unafungua mzinga wako unaanza kufanya nao kazi. Pia moshi unasaidia kuwalewesha wale nyuki wasio wakali zaidi. Katika mavazi ya ulinzi, ulikuwa unaelezea kwamba katika mavazi haya, mavazi gani ambayo labda wataalamu wanasema kwamba ni mavazi mazuri zaidi na ubora zaidi? kati ya lipi na lipi? Hiyo ya ya ni design tu ya kutengeneza, na mtu anapendelea kuvaeji, mwingine apende kuvaa ovaroli, lakini yote ni bora, yanategemea ni mtaalamu ametengeneza, na anajua anatengeneza kwa ajili ya nini. Kwa hiyo unapoagiza kabisa, unataka ovaroli kwa ajili ya nini, ya kulinia asali labda. Jamani, sababu tunakimbizana na muda, maswali mawili, maswali mawili ya mwisho. Swali langu hapo, niona kuna kifaa kimoja tu ambacho cha kusema ni patasi ya kutolea hivi vitu vidudu. Sasa amna kifaa kingine chochote ambacho kinachotumika katika kuchukulia kutoa kwenye ile ile papi asali, au unaishika na mkono? Hilo hilo hilo somo linakuja kwenye masomo ya nini ya kulina asali si ndivyo? Wakati wa kulina asali kuna vifaa vyake. ni hii kazi yake kubwa ni kufungulia mzinga si ndivyo? ukishafungua mzinga tayari, mzinga vile viunzi, nyuki wakishaanza kujenga, wanaweka gundi ya nyuki si ndivyo? Propolis, ile gundi ya nyuki, ni kwa ajili ya kushikiza au ni kwa ajili ya kuulia wadudu wengine waharibifu si ndivyo? Sasa hivyo viunzi huwa vinashikana na kuzibaziba mianya ile si ndivyo? wenyewe huwa wanaweka hiyo <mulia>